Kwenye makanisa mengi huwa yanadili na mapepo, wanaacha falme na mamlaka, wanaacha wakuu wa giza hili. Kwa hiyo utatolewa pepo, lakini mamlaka ya giza bado iko juu yako amen, amen. Kwayo utashangaa hauna pepo, lakini maskini hauna pepo kiwa nafanya ka kieni just why. Kwenye makanisa kuna walokole wengine wengi wanampenda Yesu kabisa, lakini bado maisha yao hayatengemai matokeo yanazunguka kama kanisa kwa kama makanisa wanakwenda huku na kule, wanafikiri na wana mapepo. Pepo limesha kuacha, aliyekushikilia ni mfalme na mamlaka na wakuu wa giza, ambao ni vitu ambavyo vinatisha sana. Kuingia ulimwengu wa wakuu wa giza lazima uwe anointed kama Mungu alionipaka mafuta, amen. Ulimwengu wa giza ni, ni ulimwengu mwingine, mamlaka na falme, yaani ni kama taifa ina mamlaka ina serikali, amen. Amen. Then ujifanye kimbele mbele, uchokoze serikali utaona cha moto. Bwana pewa sifa. Lakini unaweza kupambana hapa chini chini, ukamjibu polisi vibaya, ukamjibu askari vibaya, ukaongea naye, hiyo yote vile unaweza, unaweza kuongea naye uka na ukamjibu chochote, kwa sababu huyu anaweza kawa ndio wale jeshi la mapepo wabaya. Bwana pewa sifa. Lakini gusa mamlaka au gusa nini falme, simama hapa wewe jifanye ume, kichaa umeingia kichaa. Amen. Amen. Iseme mamlaka au falme wa serikali Tanzania. Amen. Yaani sijui kama Amen. Si Amen. Amen. Kwa hiyo kuna mamlaka hii haigusi. Kuna farume. Kuna wakuu wa giza na hao ndio wamekaa mahali na wale huwa wabebe ilizi. Wewe ukuta uh -uh. Mama Samia ambeba jeshi, ambeba bunduki, yeah, bunduki, au au sio? Yaani yeye ya, atembee popote usalama upo. Kwa hiyo askari ndio anabebaga nini? Silaha. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo mamlaka ilipo isipovunjwa, utateseka, utaangamia, utaomba lakini hakitokei kitu. Bwana apewe sifa. Kwa ulimwengu wa roho unajua una, una, una dispensation. Ulimwengu wa roho unaelewa. Bwana apewe sifa. Unajua patterns za kuattack. They're not the patterns. Praise God. Utapigana mapepo na wachawi hauwezi kuwa um, yani, you know, na mchawi wakuagiza wabeba mailiza wa jini. Hapana, yani mkuagiza anavaa suti kabisa. Mtu mmoja anashuhudia alikuwa jambazi sugu. Kwa hiyo mnaona hao wanabunduki bunduki hao wanaoka bakaba mtaani, sawa? eh wanakuja kufanya robali wana kutolea bunduki hao, si majambazi hao? Ndo ma, ma, uh, nini jeshi la mapepo jambazi iko mahali ametulia, bwana pewa sifa, anakuja anakusalimia, ana mpole, mstaarabu, bwana pewa sifa. hmm. Mpole kama ua, hauwezi kumtambua kama ni jambazi. Kwa hiyo yeye anachokifanya anaamuru, uh, watu walioko chini yake, nenda pale mkavamie, bwana pewa sifa, anawapa silaha, anawawezesha, you get my point hmm. Sasa ukipiga hawa wawezeshwaji wakati mkuu mwenyewe bado yupo Bwana, yeah. Kazi itaendelea watakufamia point. Amen just why le tumekuombea, uchumi kama vile vileemimeweza kuona nuru eh. Kidogo unapata hela kidogo, mwezi mmoja miezi itakayofata mambo yanakuwa magumu tena. Bwana sifa, kwa sababu mkuu wa giza yes, mamlaka na farume pigwa. Pigwa leo tunakuombea sukari na poa Amen. Amen. Namshukuru na Mungu. Askari mmefanyaje? Nimepona. Baada ya miezi miwili inarudi nini? Tena. Kwa sababu kilichopigwa ni jeshi. Kongo anapigana sasa hivi, si ndio? Askari wanakufa kweli. Lakini serikali imepigwa. Bado inaendelea kutuma jeshi ingine, yaani itaazima hata mtaani. Itaita hata wale nini? Wale waliokamata uzi ma, Itatuma. Praise God. Amen. Lakini kwa kisho umepigwa sawa sawa, as in inawezekana wewe sasa hivi majini una, lakini uko chini ya mamlaka ya giza bwana si mwangapo umeelewa? sababu na Yesu Bwana Yesu leo napigana leo napigana na kila giza na kila giza napigana napigana na giza na giza. Sasa nataka niongee kuhusu giza, kila mtu hapa umezaliwa chini ya giza, hapo ndio kuna kazi ngumu na umezaliwa chini ya mamlaka fulani. Na umezaliwa chini ya mfalme fulani, yaani kuna mfalme anatawala familia, anatawala koo, anatawala kijiji, anatawala kata, anatawala tarafa, anatawala wilaya, anatawala mkoa, anakuja kutawala mji. Kwa hiyo wewe umezaliwa chini ya mamlaka fulani. Kwanza mamlaka ni kama hapa Tanzania yeni? Huu utawala aona duniani wamekopa katika ulimwengu wa nini? Waro tunaanza na familia, familia kadhaa, nyumba kadhaa, si si ndio watengeneza balozi. Anaes balozi ni, ni mtawala wetu hapa. Baada ya balozi inatengeneza nini? Mtaa. Baada ya mtaa, kata. Baada ya kata, wilaya. tarafa baada ya tarafa, wilaya baada ya wilaya, wilaya? Kwa mkoa. Kwa hiyo taifa zako zozote hata za hospitalini zo, zitaanzia chini bwana apewe sifa. You get my point? Kwa hiyo wewe ulipozaliwa kuna mamlaka ulizaliwa chini ya. Na hiyo ndio inakusumbua. That's why Biblia inasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Oh my God. Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Mungu alituokoa alituokoa katika nguvu za nini? Za giza. Nguvu za giza sio wachawi. Wachawa ni ni ni ni vibaraka. Bwana apewe sifa. Amen. Ni watumishi ni watumwa kuna nguvu za giza yaani, alikuokoa katika nguvu za nini? Za giza. Sasa akakuhamisha alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha akatuingiza kwenye ufalme. Kwa hiyo kuna ufalme mpya na ufalme wa nini? Wa zamani. Bwana pisa sifa. Amen. Unaanza kuongea amen. Sasa ulipozaliwa ulizaliwa chini ya giza. Just why. Ni ngumu sana, ni ngumu sana, ni ngumu sana Ye tufanye vyovyote vile tufanye vyovyote vile. Huyu asahau kiruga unawezekana? Hapana. So, sio rahisi. Amen. Wote hapa mezaa vijijini kama mimi. Amen. <laughs> Unajua kiruga. Umetumia Kiswahili miaka yako nenda rudi. Baba pesa sifa. Amen. Lakini kiruga haujasahau. Baba pesa sifa. Kwa hiyo hata kufanyeje ile kiruga hautaisahau hata soma Kiingereza, ki Kifaransa, Kichina. Amen. Lakini kile ile ile, ile lugha lugha mama kama zote Tanzania Dar es da Salaam lugha yako ya Kiswahili is your first language hata ufanyeje Kiswahili, hata tukupeleke Marekani tufundishe Kifaransa, hata tukupeleke China ubadilishe sura kama Mchina, Kiswahili hautakaa usahau. You understand me? Kwa sababu umezaliwa chini ya Kiswahili, au umezaliwa chini ya Waswahili. Bwana apewe sifa. Unaonaje ukizaliwa chini ya wachawi? Kama umezaliwa chini ya Waswahili au Wangoni au Wanyakyusa, unaongea Kinyakyusa. Bwana apewe sifa. what if kama ndio chini ya baba mshikina mama mshikina babu mganga shangazi mganga, wanatambika wanafanya matambiko. How do you think about that? Umedhelewa chini ya mamlaka flani, kwa hata ukiokoka, unajitahidi sana lakini ile mamlaka inakuvuta. Nasema no, you are here, that's why unampenda Yesu, lakini ni ngumu sana kujifunza mambo ya Kristo, amen. Amen, lakini ni rahisi sana kufanya mambo mengine duniani, kwa sababu ule ufalme ambao Mungu anataka kuhamishie hauko tayari kujua Bwana asiye. Amen kwa mtu anielewa hapa eh. Amen kwa, kuna kuna mamlaka ya giza ambayo ilizaliwa hiyo giza, ile giza, ule ukoo ukoo umeshatapakaa giza, hakuna naye fanikiwa hata huyu. Uone ulibadiliko ulibadiliko, kwa, kwa polisi, lakini polisi ambao umeshakula magongo umekuwa kama wao. i remember in the certain in the certain family, kwa familia moja walizaliwa wengi, baba mmoja akawa polisi. Bwana Yesu, sifa wao kijijini, wao na nyumba za kawaida eh, za udongo. Alikuwa polisi, alipostafu akarudi kijijini, anakaa nyumba ile ya udongo, na sasa hivi anafanya ana, ana vibarua vya kulimia watu. Bwana anapea sifa. Why? Alijitahidi, lakini chini ya mamlaka nini ya giza. Unafanya biashara chini ya mamlaka ya giza, haiwezi kufanikiwa. Unatafuta kazi chini ya mamlaka ya giza, huwezi kupata. Unataka ndoa njema chini ya mamlaka ya giza haiwezi kuwa njema. Nani amenielewa? Unatamani amani kwenye ndoa na kwenye familia, chini ya mamlaka ya giza haiwezi kutokea. Lazima vita, ilimwengu damu na nyema, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya falme na mamlaka, utakapoweza kupambana na falme na mamlaka ukazishinda. Amen, amen. Unaumwa chini ya mamlaka, umeisha maisha ulionayo chini ya mamlaka. Sio kama umetenda dhambi sana, hapana. Kunaongelea hapa ni watakatifu sana, lakini unashangaa watoto na vituko. Hawa watoto, hivi vituko wametoa wapi? Bwana pea sifa. Wamezaliwa chini ya mamlaka, kama ulivyozaliwa chini ya mamlaka ya giza. Mtoto ghafla anafuta bange na kwamuni, haeleweki darasani akili amna, mtukutu, mkorofi. Yaani taabu. Hawafanikiwi chini ya mamlaka unataka kujenga nyumba ya yes. Gorofa chini ya mamlaka ipi? Unataka na gari nzuri chini ya mamlaka ipi? Why ukiokoka, Mungu akikutoa sawasawa katika nguvu za giza, ukashinda hiyo vita, utashangaa. Umezaliwa kumi, lakini wewe pekee umetoka chini ya mamlaka, unafanikiwa, watu na kushangaa wote, wote Amen. Utajua sasa nimeokoka sawasawa. Yes. Nimetoka chini ya mamlaka gandamizi. Yes. Biblia inasema not by power or by mighty, but by but the spirit. Sio kwa nguvu wala kwa uwezo bali kwa Roho. Unataka ndoa chini ya mamlaka ipi? Dada zako wote wameachika. Hivyo wewe, una amani kwenye ndoa? Ndugu zako wamezalia nyumbani. Wewe uje ulewe. Familia nzima walifika. Bwana pia sifa. Fungua banda lako la chipsi tuone. Unaangalia ndugu zako wamesoma nani na maisha. Wewe bado una struggle. Lakini mamlaka itaki Mm -hmm. Unaumba chini ya mamlaka wote, mamlaka takataka, takataka. Mamlaka ikiamua kwamba nyinyi hapa msifanikiwe maisha kote, ukipata hela ni ya kula peke yake inaamua. Kwa sababu mamlaka ina nguvu, kwa hiyo vita yetu ni sio damu na nyama, bali katika falme na mamlaka. Ukiweza kupiga falme na mamlaka zikadondoka, nani? M23 inapigana nini? Yaani M23 inapigana ili iangushe nini? Falme iangushe na sisi tuna vita yes, ya kupigana kuangusha nini, mamlaka katika ulimwengu wa roho, kuangusha falme katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maisha uliyonayo hapa kuna mamlaka iko juu yako na kutawala kupanga leo hapa, muna, tuko, tuko. Tuna serikali si ndio? Bado kuna watu wanalalamika, yaani najiuliza na nasema, Rais hajakukosea, bwana hajakupiga, hajakufanya jambo baya, lakini <laughs> <Sometimes>, from nowhere mtu anamchukia amen, bwana apewe sifa <laughs> anachukia ghafla, lakini <laughs> hajakufanya chochote. Sasa tunaongea habari za mwilini, ulimwengu <laughs> wa roho. Sasa ulimwengu <laughs> wa nini wa ulimwengu wa roho, wa roho. Ulimwengu wa roho unapojisikia jambo, kuna hali unakuwa watu wanashukiaga mamlaka kwa sababu, kuna hali hawafanyeje, kwa kuna hali unakuwa itaki kwamba nimeshoka kuwa maskini, kila nikifanya biashara inakufa. Amen, unapambana, mtoto wa kike wa kiume akutokea chochote, unafika mahali unachoka. Mamlaka imesema hautafanikiwa kamwe. Biblia yote ni vita. Ukisoma kitabu cha Wafalme, kutoka Musa wanapigana. Amen, walikuwa wanaangusha wakina Wafilisti, Waiti, Waivi, Wafalme wa kwanza wanapigana, wakina Sulemani, wafalme wote, biblia nzima. Bwana pia asema Yeremia, wana ni vita wao kazi yao wanaweza Mungu achiwaambia hata kwa Herode kwa Farao achiwaambia ni kuangusha nini mamlaka hayo, ndio maisha halisi. Hata Yesu alipokuja akashinda na ufalme wa giza, akamshinda adui mkuu wa giza, ufalme wa giza. Bwana apewe sifa, amen. Kwa hiyo na wewe lazima upigane leo, ushinde mamlaka inayokufanya usifanikiwe. Leo uangushe mamlaka inayokufanya usiendelee. Leo uangushe mamlaka inayokufanya usiwe na ndoa Amen. Leo uangushe mamlaka na kufanya usifanikiwe. Amen. Uangushe mamlaka inayomulu magonjwa ya ishi kwako. Amen. Upige mamlaka inayosema usiolewe, hey usizae, yes. usiwe, yes. Usiwe na ndoa, usiwe yes. Yes. Na mme usiwe na mke, hiyo mamlaka na kufanya uugue maisha yako yote, leo iondoke na ikapigwe. Amen. Amen. Kwa mamlaka ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la tunasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, tumia hiyo mamlaka ya nani? Yaani sisi hatuna mamlaka, kinachotusaidia ni ma, ukisha kuwa chini ya mamlaka ya Yesu Kristo ndio unaweza kupata nguvu ya kupigana na mamlaka hizo zingine. Amen. Baba ya sifa. Amen. Kwa lazima uwe chini ya mamlaka ya Yesu, kama uko chini ya mamlaka ya Yesu Kristo uweze kushinda. Baba ya sifa. Amen. Just why, ukisha kuja kanisani, jambo la kwanza inabidi ulifahamu ni kukaa mahali pa ibada kanisani, kufundishwa, kuwa mtu akusikiliza, kujifunza nguvu ya Kristo kae ndani yako uweze kushinda mamlaka ya giza. Amen. Hata maisha yangu mimi hayakubadilika siku moja hapana, yes. Nilikaa, nilipookolewa nikakaa chini nikaanza kujifunza nikajaa katika yes. Oh yes. Hata Yesu alipozaliwa Biblia inasema Yesu akakuwa katika hekima akijifunza, amekaa chini ya mamlaka mpya akaja kufanya kazi miaka mitatu akabadilisha dunia nzima, Bwana pia sifa. Ukishaokolewa lazima ukubali kukaa ufundishwe. Itaanza kuondoka nguvu moja baada ya nyingine. Hata mimi sikubadilika, nimekuwa miaka mingi ikiwa form two. Maisha yangu yamebadilika baada ya miaka kadhaa mingi, mingi sana oh, my God, all things became possible. Bwana pia sifa. Unapozaliwa unakuwa, Bwana pia sifa. Haukuzaliwa leo <laughs> umeshakuwa na ndevu, iwezekani. Uli undergo processes yes. Ulizaliwa ukanyonya ukaanza kutambaa yes, ukaanza kusimama yes, ukaanza kutembea yes, ukakimbia yes, ukaenda kwa shule ukakua yes, ukabalee yes, uka yes, ukaota ndevu yes, ukaongezeka yes. Leo na mji wako mwenyewe, unajisimamia mwenyewe Haleluya. Amen. Yes. Baba, sifa. Amen. Unapokoka the same amen, Lazima <coughs> uzaliwe mara ya pili uanze kunyonyeshwa. Amen, baadaye uweze kutambaa, uote meno mawili, uanze kupewa uji, upewe mtoli, kuja kula ugali, baadaye kutafuna nyama, unaanza kuilamba, baadaye unatafuna nyama, baadaye unakimbia. Ukikimbia sasa, umeshinda vita zote, umekuwa mtu mzima katika ulimwengu, hakuna nguvu ya giza itakae kushinda Makanisa siku hizi nayo magumu. Anatoka. Unataka kutoa mapepo sawa, utadondoka, utapiga kelele, pepo itatoka. Lakini mamlaka utaishinda kwa kutangatanga. Yes. Never. Never. Tunaipiga nchi fulani Bwana pewe sifa amen. Watanzania wote unasikia nguvu uongo kweli? Amen, kwa sababu mamlaka inafanyaje? imesema amen. Amen. Kama uko chini ya mamlaka yani le, wewe hauna taifa hauna nchi, utakuwa mgeni wa nani? Kwa sababu hata hata kutoka hapo ukaenda Rwanda au Burundi au Kenya, tatizo lolote utakao kupata kama sio Kenya wataenda ubalozini kutafuta balozi wa Tanzania, ndakusaidie uongo kweli? Hata wewe umetoka hapa umeenda Kigoma umelogwa, balozi gani atakusaidia baba? Utapigwa mwenyewe utakufa mwenyewe utalipigwa mwenyewe, lakini kama uko chini ya mamlaka ya Bwana Yesu kwa mataifa yote, ikitokea ukakamatwa mahali, kuna balozi wa mbinguni atakuja. yes. Bwana asiye. Amen. Unasema chongea? Amen. Kwa hiyo ukisikia sauti ya hii siku ya leo, ukubali kuzaliwa mara ya pili. Yes. Amen. Amen. Baada ya hapo ulishwe, unyonyeshwe, ukue. Yes. Uwe strong. Yes. Uongezeke. Yes. Uwe, yes. Uwe na nguvu. Yes. Rohoni, yes. Maisha yako yote yatabadilika na dakika moja. Amen. Hilo ngo nako jisema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo. Siku ya leo. Siku ya leo.